Tumekuja hapa kwa ajili ya kufungua njia hii rasmi e, kama mnavyojua ni kwamba hapa daraja hili lilikatika lilititia chini. Kwa hiyo mainjinia yetu yamefanya kazi usiku kucha masaa ishirini na nne na leo tunashukuru Mungu kwamba tuna, tunaweza kuwaambia watanzania kwamba njia tunafungua rasmi sasa. Katika kufungua hii njia tutakuwa na mambo mambo ya, ki, mambo ya, ya, ya, ya, ya kiufundi kwamba tutaanza kwanza kupitisha mizigo, mainjinia watakapo assess hiyo, wakaona kwamba kwa kwa sasa hivi usalama umetosha, tutapitisha abilia na hiyo pengine kwa leo, kwa kesho na Jumapili aa tunapitisha treni za mzigo. Mimi tu niwashukuru sana sana sansana eh, wa, watendaji wangu kwa maana ya, ya wenzangu, wafanyakazi wenzangu E, nikianza na deputy managing director upande wa operation vile, Mr., Mr. Sahani vilevile kuna, kuna, kuna chief civil engineer Mr. Nilson na, na mkurugenzi upande wa, wa technical services e, wala hako kwa kweli, tangia tulipokuja hapa hawajayarudi mjini, kwa ni kitu ambacho kwa kweli lili kina encourage kwamba waliona uzito wa jambo hili na mheshimiwa waziri alipokuja hapa vilevile alitupa muda, ilitakiwa e, tufungue jana, lakini tumefungua leo kutokana na, na, na mambo ya kiufundi. Kwa hiyo hatujamisi sana tarehe ambayo, e, muda ambao mheshimiwa waziri waziri wetu Profesa Balawa aliotupa, na fiti meet hiyo deadline. Lakini vile vile niwashukuru wafanyakazi wote, mnaweza mkaona kuna wafanyakazi wengi sana hapa, na wafanyakazi wengi hapa unaoona wengine ilikuwa ni vibarua tume, tume lakini, lakini tumechukua maeneo haya ya ya hapa Ruvu kwa, kwa kwa kwa kuwa na hiyo ustahimilivu usta, lakini kuwa nao masaa 24 hapa. Ndio maana ndio maana mmeza mkaona kuna kambi zetu pale kwao. Sisi kama tunavyosema tuna wateja wengi sana ambao wanataka kujua hii habari ya ufunguaji wa njia, tungependa muwafikishie hizo habari Tanzania nzima kwamba tumefungua njia rasmi na mizigo itaanza kupita jioni hii kama tulivyopitisha hiyo train, umeona lakini mzigo nyingine kuna treni yetu moja iko pale Ruvu, zitaanza kupita rasmi baada ya siku mbili tatu baada ya kufanya assessment. Treni za abiria na zenyewe zitaanza kupita. Kwanza tumetengeneza tuta ndani ya maji, kitu ambacho huwa ni kigumu sana kutengeneza tuta ndani ya maji. Foundation ni inahitaji ka utaalamu kidogo. Tulikuwa tunajaza moram au mchanga nje kule kwenye vifu sigi na kule karibu kama kilomita nne halafu mnajaza kwenye viloba vya tani moja; mnakuja mnaweka, wakati maji yanatembea. Sasa tani moja ile tulikuwa tunahakisha kwamba unapoiweka haiwezi kuzolewa na yale maji. Kuna wakati ilikuwa inapelekwa, mnaunganisha viwili. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo tumeipata wakati wa kujenga foundation. baada hapo tumeenda tumeweka mawe borders tunaita makubwa ambayo nayo hayazolewi na maji kuakisha kwamba tuta linakuwa imara. Uhakika sasa wa mizigo na abilia kupita kwa sasa uko ni asilimia moja, kama unavyoona tulivyosimama hapa. Foundation iko na si mara kwanza kutengeneza hapa, tumetengeneza sehemu za ughala liva kule panda kaliua, kuna stretch kama ya kilomita moja nzima, hiyo hiki ni kipande kidogo tu mwaka jana na karibu mwaka huu tulifanya assessment ya njia yote hii kutoka Dar es Salaam mpaka Saka na ilikiwepo daraja hili na mengine ambayo yapo na tu, ilifanyika na kampuni ya Canarel chini ya mradi wa Benki ya Dunia ambao unaitwa TIRP. Kwa hiyo hili daraja lilionekana kwamba misingi yake iko juu sana, kwa sababu ilijengwa na teknolojia ya Kijerumani miaka 112 iliyopita. Kwa hiyo msingi wake ulikuwa juu na ili zile tunaita pad foundation kwa hiyo kilichotokea hapa ni kwamba mto Ruvu, huko kule huo sio mto Ruvu, mto Ruvu uko kule nyuma. Sasa kutokana na tabia nchi na watu wameshalima na ile natural vegetation imekufa hapa, mkondo wa maji umejigeuza ukaja kupitia hapa, ama kalveti yalitakiwa, yaani wakati mto ule umejaa una, una, unavimba, yanapumua tu yanakwenda huku yanarudi, yanaenda kwenye mto wake kama kawaida lakini sasa baada ya tabia nchi kubadilika, ina maana watu wamelima, maji yote yamekuja mengine yame yamepita hapa na yakapita kwa kasi sana. Kwa hiyo amefukua ule msingi na kilichotokea umeshuka chini, kwa hiyo nguzo zetu mbili hapa zikaanguka. Kwa hiyo ni, ni teknolojia zamani, miaka 112 iliyopita, lakini pia tulikusha fanya assessment na leo pia mkurugenzi wangu ameniambia kwamba kwa sababu liko huku tenda ilikusha toka leo kwa ajili ya rehabilitation ya madaraja yote hayo kutoka Dar es Salaam mpaka Isaka. Kwa hiyo hii tulichofanya hapa ni kama temporary, lakini hatua za kudumu zitafuata. Ame, amezungumzia hii ni temporary kama alivyozungumza e, mkurugenzi wa technical, lakini tuna long term ambao amezungumzia kuhusu mradi wa, wa World Bank e, tuta strengthen tuna daraja zaidi ya mia tatu thelathini na tano kutoka hapa mpaka, mpaka Kigoma I mean, mpaka, kutoka hapa mpaka, mpaka, mpaka Isaka kwa yale madaraja yote tuta, tuta strengthen kuhakikisha kwamba e, kitu kama hiki kilichotokea huko mbeleni hat, hatukipati, lakini tunasema ajali zinatokea, lakini tutahakikisha sisi kwa uwezo wetu wote kwamba wakati wa, wa kupitia ujenzi wa madaraja tunafanya kile liwezalo madaraja yetu yako yao strengthen mpaka ya e, sasa hivi. Kwa sababu kazi tumefanya usiku na mchana hatujakaa chini tukaweka ile breakdown, lakini tulikadiria kutumia e, zaidi kidogo kama milioni mia tatu ishirini na sita kwa kazi hii. Kwa sababu mawe haya yote tumenunua, mengine tumetoa Suma JKT, mengine kuna kwari yetu iko Tura. Kwa hiyo gharama zote hizo kusafirisha na nini pamoja na kukodi hii mitambo, tukija kujumlisha ndio tutapata gharama halisi, lakini tungemweka mkandarasi hapa kwanza asingejua cha kufanya. Kuna watu walikuja hapa wakasema hawajui cha kufanya na taasisi nyingine tu, na wengine pia wako hapa wamekuja kujifunza jinsi ambavyo tunakabiliana na haya majanga, lakini kwa jinsi ilivyo hapa ni ingekuwa over billion ndio kwa bilioni labda ingechukua pengine miezi miwili. Yes. Eh, kitu kama ingechukua zaidi ya mwezi mmoja alafu na taratibu zile za manunuzi pia za huyo mkandarasi zingekuwa ndefu mm. <coughs>